Ikawa mfalme alipokuwa akikaa katika nyumba yake, hapo Bwana alipomstarehesha sandiwe na adui zake waliomzunguka pande zote, mfalme akamwambia Nathani nabii, angalia, sasa mimi ninakaa katika nyumba ya mierezi, bali sanduku la Mungu linakaa ndani ya mapazia. Nathani akamwambia mfalme, haya, fanya yote yaliyomo moyoni mwako, maana Bwana yu pamoja na Sayuni nane. Basi sasa mwambie mtumishi wangu Daudi maneno haya, Bwana wa majeshi yasema hivi, nalikutoa katika zizi la kondoo katika kuwaandama kondoo, ili uwe mkuu juu ya watu wangu, juu ya Israeli, nami nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda, na kuwakatilia mbali adui zako wote mbele yako, nami utakufanyia jina kuu, kama jina la wakuu walioko duniani tena nitawaagizia mahali watu wangu Israeli, nami nitawapanda wapate kukaa mahali pao wenyewe, wasiondolewe tena, wala wala wa uofu hawatawatesa tena kama hapo kwanza. Naam, kama vilivyokuwa tangu siku ile ni wamuzi wawe juu ya watu wangu Israeli. Nami nitakustarehesha mbele ya mizako wote. Tena Bwana anakuambia ya kwamba Bwana atakujengea nyumba. Nawe siku zako zitakapotimia, ukalala na baba zako, nitaimua mzao wako nyuma yako atakayetoka binoni mwako, nami nitaufanya imara ufalme wake. Yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu, nacho kiti cha enzi cha ufalme wake nitakifanya imara milele. Mimi nitakuwa baba yake naye atakuwa mwanangu. Akitenda maovu nitamwadhibu kwa fimbo ya binadamu na kwa mapigo ya wanadamu lakini fadhili zangu hazitamwondoka kama vile nilipomwondolea Sauli niliyemwondoa mbele yako, na nyumba yako na ufalme wako vitathibitika milele mbele yako, nacho na kiti chako kitafanywa imara milele. Kwa maneno hayo yote na kwa maono hayo yote, ndivyo nadhani alivyonena na Daudi. Amen. Mungu wetu na baba yetu anamwambia na Nabii Nathani anamwambia, sio wema kwamba mimi ninakaa kwenye nyumba nzuri, nyumba inapendeza, nyumba ina mapambo. Ametaja mierezi, zamani, nyumba iliyojengwa kwa mierezi inaonekana ndiyo nyumba bora. Uenda kwa sasa tunasema imepigwa kusaus, kwa sasa tunasema imejengwa kwa gorofa, kwa sasa tunasema ina pala kechi za chuma, chochote kwaweza kuisema vya thamani. Alitaja kitu cha thamani kuliko vingine vya kipindi kile Nyumba ya mfalme ilikuwa ni nyumba nzuri, iko bora sana, lakini wakati huo kulikuwa hakuna nyumba ya ibada, kwa maana ya hekalu. Daudi anasema si vema mimi nakaa kwenye nyumba nzuri, wakati sanduku la Bwana ambalo ndani yake kulikuwemo mbao mbili za amri kumi za Mungu linakaa katika makazi yake. Ninatamani kumjengea Mungu nyumba, mahali ambapo sanduku litakaa, mahali, mahali ambapo watu wake wataingia. Nathani anamwambia kwa haraka, fanya yote ambayo moyo wako unataka, maana Mungu yuko pamoja nayo. Lakini Nathani aliporudi nyumbani, Mungu akamsemeza akasema huyu sio atakayejenga nyumba, ila mtoto wake. Ndipo anarudi anaenda kumwambia kwamba Daudi, mimi nilikuchukua katikati ya familia kubwa ukiwa mdogo wa mwisho, lakini pia kazi yako ilikuwa ni kuchunga kondoo, lakini nilikufanya kuwa mtu mkubwa ni kazi ya Mungu kutuinua. Tunazaliwa wa kawaida, anaamua kufanya kufanya makuu tukiwa duniani. Bwana Yesu asifiwe. lakini anasema kila uliokwenda nimeenda pamoja na wewe. nimependa kile ambacho Mungu kutoka na nia ya Daudi pamoja na kwamba Daudi hakamilishe ujenzi, lakini alifanya harambee kubwa sana. Kisoma kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati sura ya 29, ni harambee ya ujenzi wa hekalu zilipatikana fedha nyingi, vyuma vingi, dhahabu nyingi, kila kitu kwa wingi, kwa sababu mfalme mwenye alisimamia ile harambee. Na anasema niliweka akiba kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu, ila kwa sababu sijaruhusiwa kujenga, hii hazina itatunzwa mpaka mwanangu atakapotawala, ataitumia kwa ajili ya kujenga. Moyo wa kumjengea Bwana nyumba ulimtikisha Mungu, ulimwamsha Mungu kwenye kiti chake cha enzi, akamwambia, mwanangu, nimeiona nia yako, kwa sababu umeyafanya haya nitakujengea nyumba, nitaimarisha kiti chako cha ufalme, hautakosa kupata mzao kwenye kiti cha enzi maadamu dunia inaishi. Uzao wa Daudi ulidumu kwenye kiti cha enzi, hata ufalme wa kaskazini ulipotwaliwa ulipochukuliwa kwenda kutumwani, ukaharibiwa kabisa, kikazalia kizazi cha Wasamaria ambao sio Wayahudi piwa, uzao wa kusini ndiko Daudi alipotoka kwenye kabila la Yuda, bado walibaki ni Wayahudi Waisraeli basi ni ule ufalme uliobaki ambao ndani yake kuna kabila la Yuda, yani wana wa Yuda kisema Wayahudi, manake wazao wa Yuda. Hao watu mpaka leo ndio wanaokuwa viongozi. Leo ni miaka zaidi ya elfu tatu tangu Daudi. Daudi anatajwa na kusoma mahali hapa kwa sababu ya kazi yake. Niseme ndugu zangu, viongozi wa wilaya pamoja na masauri kuu ya wilaya na wachungaji, kazi liyoifanya kumjengea Bwana nyumba si nyumba ya mtu binafsi, ni nyumba ya kanisa, ni nyumba ya Mungu. Mahali hapo watabadilishana watumishi, watakaolala pale wakimtumikia Mungu, watakaoteleza maono yao pale kumtumikia Mungu, watakaoota ndoto zao pale, ili kanisa liweze kusonga mbele. Kazi mlioifanya si ndogo, na itamwacha Mungu anamazi kia, lazima Mungu awe na neno la kusema kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia Daudi, kwa sababu umefanya haya, mzao wako atakuwa mwanangu mimi nitakuwa baba kwake, akinikosea sitamfuta kama nilivyofuta Sauli alipokosea, hasa nitamwadhibu kwa fimbo ya binadamu, kwa fimbo za binadamu, kwa mapigo ya binadamu, lakini fadhili zangu kwake hazitaondoka. Kwa nini? Kwa kazi kubwa na njema ambayo Daudi ameonesha nia kumtumikia Mungu kwa moyo wa kupenda, kwa moyo wa furaha. Mali zake hazikumuuma. Uenda alikuwa na ndugu wengi, nakumbuka alikuwa na wake wengi, alikuwa na familia kubwa, angeweza kusema vibaki vyote kwa ajili ya mtoto wake, lakini aliweka kwa ajili. Unapotumikia Mungu kwa mali zako, hautupi, haupotezi, hauingii hasara, iko kwenye faida. Nika usikia, lakini ni kweli. Wakasema you cannot overgive God, huwezi kumpa Mungu cha kuzidi akashindwa kukurudishia, huwezi kutoa kwa Mungu zaidi ya anavyoweza kukurudishia yeye. Imenitokea mara kadhaa. Imenitokea mara kadhaa, imenitokea mara nyingi, nami na wewe kama mtumishi wa Mungu, Mungu imesha kutokea zaidi unavyotoa ndio Mungu anakurudishia zaidi ya ulichokitoa kile ulichokifanya kama shirika kama wachungaji kama halmashauri kama wakristo si bure kuna kitu Mungu anafanya kwa maisha yetu tumisho Mungu atakapokaa wa pale wanapomuita Mungu mahali pale Mungu atakukumbuka sadaka yako wanapomshukuru Mungu wanapoingia pale na kutoka wataendea kunena neno mbele za Bwana kimapili hata huko ndao sadaka hakuna